Haya, asalamu alaykum, waalaykumu salaam. Uh, kama ilivyoelezwa, naitwa Ngai, ni mjumbe wa kamati ya utendaji ya Yanga. Eh, kwa niaba ya klabu ya Young African nimeambatana na makamu wa rais wa klabu yetu eh, ndugu yangu Arafati Haji. Pia yupo na kijana wa zamani lakini bado anaendelea kuwa kijana, Mr. CEO Andre Mtine vile vile mkurugenzi wa wanachama na, na mashabiki ndugu wangu Ibwe na vijana wetu wengine, watumishi wa sekretarieti ya klabu ya Yanga, nadhani itifaki imezingatiwa. Yanga we, mimi ni washukuru sana e, wahusika wa kituo hiki cha Manyara Holistic Center kwa kuweza kutukaribisha e, na kuja kuwashika mkono kwa hiki kidogo ambacho tunacho. Ah, niwashukuru pia vile vile kwa kuwa na moyo huo wa kujitolea kuweza kuwahudumia hawa watoto wenye uhitaji. Mwenyezi Mungu aendelee kuwapa moyo huo huo na waongezee, kutoka kwenye hivi vidogo tunavyovitoa, basi viongezeke zaidi na watu wengine nao wajitokeze waweze kuwaunga mkono e, ili hawa vijana waendelee kusogea na mwisho wa siku tuje tuwapate mafundi eh, akina kama akina Pakome Zuzwa, watatoka hapa hapa eh, akina Maxi Nzengeri, akina Faisal Salum watatoka hapa hapa eh. Oye hey, Maxi oye Pakome oye Fei oye vilevile <laughs> vile. <laughs> Watatoka makocha hapa hapa kama kina Milud Hamdi eh. Eh, tumwombe Mwenyezi Mungu ajalie wasitoke wale ambao wanapiga chenga mpaka magoli kipa na wanatoa mipira nje. Yote kwa yote, ndugu zangu, si tumekuja kwenye mechi muhimu sana ambayo tunacheza leo dhidi ya Fountain Gate. Kwayo, kwa hiyo kwa hichi kidogo ambacho tumekitoa kwa kushirikiana na GSM Foundation tunaomba mkipokee, vile vile mtuombee dua tuweze kupata matokeo bora, tupate alama tatu muhimu, kwa sababu vita ni kubwa. Vita ni kubwa kweli kweli, kwa sababu vile vile tunaamini kabisa sisi tunacheza mpira kupata matokeo kwa ajili yetu sisi wenyewe tuweze kutetea ubingwa wetu. Nimeota, lakini najua kuna jambo litatokea muda so mrefu. Alafu wakisharudi kutoka huko, watakavyokuja kuanza kupapatua papatua, watakuta huku si tayari tushamaliza yetu. Kwa hiyo tuendelee kuombeana, na watoto nao watuombee, sababu tunajua dua za watoto zina nguvu sana. Naamini kabisa leo tutapata matokeo yaliyobora na kuendelea kuwaburudisha Watanzania kwa sababu wa hii ni klabu yao, wananchi wa nchi hii. Asanteni sana, asante sana, mjumbe wa kamati